Karibuni shule ya msingi Mkuti. <laughs> Shule ya msingi Mkuti, Masasi, Mtwara. Hapo ndio mahali niliposoma, engineer Joyce Baravuga, shule ya msingi Mkuti. Nikamaliza darasa la saba nikafaulu mwaka 1984 si ni mwaka 1984. Njo Selemani tulisoma wote darasani hapa Mkuti, kuti shule ya msingi Masasi, darasa moja na Selemani tukafaulu kwa hiyo leo tumefurahi sana. Sana, sana, sana, sana, sana sana kuja sana hapa shuleni. Kwa mara ya kwanza tangu tumehitimu. Tumehitimu miaka mingapi? miaka 41. Miaka 41 <laughs> tunafuraha mkuu shule njoo. Mwalimu mkuu Njoo. Yeah, safi sana. Hongera sana kuwa katika shule ya msingi mkuu. Asante sana. Eh, tumefurahi leo kufika. Karibuni kutu sana na sisi pia tumefarijika. Ndio, ndiyo, ndiyo. E, sababu wenu wenuweza ikawa baraka pia kwa. Amina, amina. Mazingira mabadilika sana. Sawa kabisa pamekuwa, yeah, pazuri, pa pazuri. Sana, sana. Sana, sana. Mefanya matengenezo shule inapendeza yeah. E, kwa hiyo hongereni sana. Asante sana na ufaulu manake sisi ndio tulio fungua shule hii yeah. Tulifaulu, tulikuwa sita yeah. Mwaka 84 tulikuwa so, so. E, mimi Joyce Selemani yeah, Yunisi Sintila Mfemi Mfemi Roman. Roman, na nani mwingine? Mwajuma Chikota. Mwajuma Chikota. Tuko sita, wasichana wa nne, wavulana wawili e, na wavulana wawili leo tuko mimi Joyce na Selemani. Eh, kwa kwa hiyo tunafuraha ya kufika hapa. Hopefully si siku nyingine wenzetu watafika pia ndio. Eh, e, watafika watafika. Ufikishie salamu. Sawa. Sawa. Uh, tunaona mazingira ya shule ya msingi Mkuti. Ndio. miaka hiyo na sasa wafikishia ah, salamu viongozi wa elimu na walimu wetu e, na, na wanafunzi kwamba tumefurahi kufika hapa. Wanafunzi waongeze juhudi sao, ili wasome na wao wafaulu waende mbali. Salamu zitafika, zitafika eh. Asante. Kwa mfano sasa hivi mwenzangu Selemani, huko wapi? Afisa elimu halmashauri Nanyumbu, huyu ni ni afisa elimu msingi, sawa na mimi niko Ofisi ya Rais TAMISEMI, nashughulikia mambo ya e-learning, elimu kwa TEHAMA. Mimi ni mwalimu na information technology engineer, kwa hiyo niko kule ambako nahamasisha mambo ya utumiaji wa vifaa vya TEHAMA, yeah, katika shule zetu za msingi na sekondari. Kwa hiyo nashukuru sana walimu wote waliotufundisha kutufikisha katika hatua hii. Sisi tunafarijika kuona kwamba shule yetu inazaa viongozi wakubwa. Asante sana. Karibu sana. Haya, asante sana. Haya, asante sana. Ndio shule ya msingi Mkuti tuliosoma Masasi. Selemani, mechi wangu wa yeah. Mkuti. Unakumbuka kitu gani kizuri kwenye shule hii ya msingi mkuu? Ah, nawakumbuka no, walimu wangu tu wote, akina mwalimu e? Makwesa, Makwesa, akina mwalimu Mpunga, akina Maribiche kwenye hesabu. Mimi, ulikuwa ukinipita moja na mimi mara nyingine nakupita mbili ah. Lakini nashukuru kusaidiana, tunafanya vizuri na tunashukuru walimu wote. Alikuwa Benedetta na Alendena, walikuwa mtu na kaka yake. Kwa hiyo mwalimu nani yule alna ma, ma, Makwesa <laughs> mm, alikuwa e, e, yes, ye, ma, na wifi yake andelejina Makwesa kule, kwa kulikuwa na mapera, tulikuwa tunaenda eh, kunakula na mapera sana ah. Tunashukuru kwa kweli hey, tumefurahi kufika hapa Mkuti shule ya msingi tumefurahi sana. Asante sana mwalimu Malima kutuleta hapa pamoja na mwalimu mkuu mwalimu Sandali tunashukuru sana. Tumekuta shule yetu iko salama, tumefurahi mno. Fikishie salamu za pongezi. Asante mwalimu Maribichi, alikuwa anaitwa kwa kweli Mungu ni mkubwa. Tunashukuru. Tunashukuru sana. Hii hii shule imefulea hii. Mpaka mimi nimekuwa engineer na mwalimu. Sawa sawa. Ah. Joyce Mesha Kibaravuga. Matokeo yalikuwa nasomaga hapo kwenye mwembe. Ehe. Sisikizi. Hii sikizi na wale utaratibu wa siku kufunga shule kusoma matokeo. Nani wa kwanza, wa pili, wa tatu mmekuwa mnafanya kisizi wote hiyo zawadi tuwasome wote, wanapewa zawadi. Kinachowaletea maendeleo aa, mdadi au miradi a, kuna isipokuwa tu, kuna hiyo miradi midogo ambayo iko kwa maana yao, wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanakuja kutafuna wanafunzi kama wanataka shule